Panga ajenda yako ya kuua vijana. Sisi tuko na ajenda, na ajenda ya kwanza ndiyo Kenya iboreke, ndiyo kazi iendelee, ndiyo Kenya isimame. Lazima wewe ukuwe one term. Harambee watu wetu wa Ukambani, politics is a game of mathematics. Tumekubaliana, politics is a game of Mtu asikudanganye, ni hesabu, na lazima tufanye hesabu. Na hesabu tumefanya na hesabu imekamilika. Nyinyi nyi nataka kumtangazia yenu, sasa mufanye yenu, wengine mtuachie yetu. Unajua huyu William Ruto anamdharau huyu Kalonzo si munajua, yeah. na anadharau Wakamba. Ndio uliona mudhama amekuwa chairman ya UDA kuliko ampatie kiti ya waziri, akamtuma huko bunge na kusema hii Wakamba hakuna haja ya kushughulika na hawa. Sasa mimi nataka nyinyi, siku Kalonzo ametembea na Raila yeye na jamii, mumefanyiwa madharau kweli ama uongo? Wakati ya jamii ya Wakamba ya kurudisha heshima yao imefika. The time, the time